Ndio mpenzi mtazamaji, leo pia tutajifunza majina ya watu au ndugu kwa Kisukuma. Leo napenda nikufundishe jinsi gani Wasukuma wanaitana au kwa vyeo, kwa sababu mtu kama ni mkubwa sha kuwa ni mkubwa, halafu pia kama ni mdogo wa kufuata, eiza wa namna fulani ukiita eh, lina kutambulisha pia kwamba huyu aliyeitwa ni mdogo au ni ndugu. Kwa mfano jina mjomba kwa Kisukuma tunaita mamii. Sio, mami, mami. Tuelewana hapo vizuri ndugu watazamaji, lakini pia jina baba kwa Kisukuma tunaita baba baba e, mama tunaita mayo, binamu tunaita miara lakini pia shemeji, shemeji tunaita washe au kwera. Shangazi tunaita sengi, sengi Mirembe, sengi Mwaluu, huyo ni shangazi. Lakini kwa mfano akiwa ni mdogo wangu, tunasema mzuna wane akiwa ni mkubwa wangu, yaani kaka wangu e, tunasema kuluone. Lakini pia akiwa dada yangu wa kunifuata au mkubwa, tunaita ilumbu. Bibi, sisi bibi kwa kisukuma tunaita mama Kumbuke, kwa mama mzazi tunasema mayo, lakini kwa bibi, mama. E, babu, hayo, kwa bibi tunaita mama, babu tunaita koko. Hayo ni majina kwa Kisukuma. Ndugu mtazamaji, endelea kufuatilia akaunti yangu hii na wewe uweze kujifunza Kisukuma, kitakusaidia sehemu mbalimbali, eiza kwenye safari zako na maeneo mengine mengi. Mimi ni yule yule Zedi, asante sana.